Nam mtazamaji wa Redio Maria Tanzania, amani na salama. Ndivyo ambavyo maandamano kutokea parokia ya Kinyerezi, katika waamini wa parokia Roho Mtakatifu Segerea, wameanza maandamano haya kutokea pale takribani kilomita tano kutokea Kinyerezi hadi parokia ya Segerea, na jinsi unavyoona ni waamini wakiwa kwenye shamrashamra, kwenye furaha kubwa kabisa kumtembeza Yesu wa Ekaristi. Kwa hakika ni zaidi ya watu elfu moja ambao wamejitokeza katika adhimisho la sadaka hii ya misa takatifu ya kumshukuru Mungu kwa sherehe hii ya Ekaristi Takatifu. Watu wanafurahi, watu wanatembea wakiwa na tabasamu kubwa kabisa. Haijalishi ni kilometa ngapi watu wametembea, lakini kikubwa kwa kuwa ni Yesu wa Ekaristi ambaye kwa siku hii ya leo mama kanisa ametupa zawadi hii ya Yesu Ekaristi kuja mitaani kwetu kuja nyumbani kwetu. Kwetu, kwa hakika waamini hawa wamejitokeza kwa ukubwa kabisa kuna jinsi ambavyo wengine wanakimbia wakiwa kwa furaha, wengine wanakimbia wakiwa wanacheza kwa furaha, wengine wanatembea kama hivi, na hapa ndio parokia ya Roho Mtakatifu Segerea ambapo ndipo e, mm, mwisho kabisa tunasema wa adhimisho hili la Misa Takatifu, ambapo waamini wote wamepokea baraka hapa kanisani. Jinsi ambavyo watu wanacheza, watu wanafurahi, watu wanatoa heshima kwa Yesu. Kwa hakika barabara ilikuwa imefungwa kwa muda kidogo, kupisha Yesu wa Ekaristi apite na watu wake. Hivyo hongera sana kwako wewe ambaye umeifikia siku hii ya leo lakini pia ambaye umeshiriki Ekaristi hii takatifu siku hii ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea kuipenda na kuisikiliza Radio Maria Tanzania, leo ni siku ya Ekaristi.